Ujambo mwana United, karibu sana United TZA. Ni Ijumaa nyingine ambayo tunakutana hapa kwa ajili ya kupeana updates kuhusu klabu yetu ya Manchester United, lakini pia siku ya Ijumaa kama ilivyo kawaida ni siku ambayo huwa napenda kupitia maswali na maoni ambayo nyinyi mnaniandikia. Kwa hiyo leo pia nitakuwa hapa kwa dakika thelathini nikipitia habari mbalimbali news updates ya mambo kuhusu mambo kadha wa kadha ambayo yanahusu klabu yetu lakini pia nitapitia maoni yako na maswali ambayo umeandikia hapo kwenye comments. Kwa hiyo ikiwa umefika hapo kwa mara ya kwanza, basi hakikisha hapo chini unaweka maoni yako na maswali kwa sababu nitapitia muda mfupi ujao. Karibu sana hapa, ni United TZA, na mimi naitwa Dr. Andes, na hii ni chaneli yako namba moja ambayo inakupa habari zote za Manchester United kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Ikiwa hujakusubscribe basi akisha anafanya hivyo sasa, ili s napitwa na habari ambazo zinakuja kila siku kupitia peji yetu hii ya kila siku, unaona, ambao mnajiunga online. Kwa hiyo ningependa pia kupata maoni yenu, karibu sana. Ntakupa, ntakupitia kwenye nyuzi mbali mbalimbali ambazo zimetokea katika siku chache zilizopita, lakini pia habari ambazo zimetokea leo na habari kubwa ni kwamba Uh, vijana wamerudi mazoezini, wale ambao walikuwa kwenye international break wamerudi rasmi na nani, wameripoti hali zao za kiafya, vipi zikoje, vipi kuhusu injury updates kuelekea mchezo na ufadhi ya Nottingham Forest, lakini pia kuna taarifa nyingine kuhusu usajili mpya wa, wa au tuseme ni usajili mpya au ni mikataba mipya ambayo imekuwa updated baada ya vijana ambao wapo klabuni, na pia kuna taarifa nyingine kuhusu um, Uh, kuhusu mipango ya wakati ujao hasa kuhusu kijana wa Kifaransa Leni Yoro na, na mipango yake ya afya yake, lakini pia majeruhi, klabu inapanga nini kumuhusu. Uh, mambo mengi ya kuzungumza, lakini nitajaribu kuyapitia kadiri inavyowezekana. Kwa hiyo karibu sana hapo chini kwenye comment, andika swali lako kama nilivyosema, Ijumaa ni siku ambayo wanakupa news, lakini pia wanapitia maoni yako yote na maswali yote kadiri ambavyo nayapokea, kwa hiyo kuanzia sasa, anza kuandika comment yako hapo chini, andika swali lako hapo chini. Alafu baadaye nikimaliza news nitapitia. Sehemu kubwa leo ni maswali na majibu. Kwa hiyo, huwa tunafanya hivyo kila Ijumaa kwamba hapa tunapenda kupeana news lakini pia tunakuwa na nafasi ya kupata na kusoma maoni yako na maswali mbalimbali kama ni, kama ni siku ya ongea na nyinyi na pia kujibu maswali ambayo huenda mnakuwa nayo. Sawa. Karibu sana na moja kwa moja, habari ya kwanza ambayo nakupatia inamhusu kijana ambaye yuko katika academy anaitwa Bendito uh, Mantato ambaye ameongeza mkataba kwa miaka minne na klabu na atakuwa klabu ni kufika mwaka 2029. Taarifa hii imethibitishwa na kaunti ya Twitter ya Academy Scoop lakini baadaye ikawa verified na Fabrizio Romano kwamba kijana huyu um, anatarajiwa kuanza kutumika kwenye kikosi cha kwanza, na Jason Wilcox anaonekana kwamba ameapprove kijana huyu aongezewe mkataba wa miaka mingine minne hadi mwaka elfu mbili na ishirini na tisa, lakini hivi karibuni anaonekana kwamba Ruben Amorim ataanza kumtumia katika kikosi cha timu ya kwanza. Kwa hiyo ni habari njema kwamba klabu inaendelea kuongeza ubunifu na kujaribu kuwekeza kwa vijana zaidi na kuona kama vile hiyo inaweza kutulipa. Kwa hiyo hiyo ni habari njema, kwa sababu hivi karibuni kumekuwa na mabadiliko ya kimfumo, hasa jinsi ambavyo klabu inaendeshwa. Ukiangalia vizuri, siku hizi ni kama Manchester, wanawekeza zaidi kwenye, kwenye kusajili vijana. Nafikiri labda ndo wanaona kama labda ni mpango mpya zaidi. Niliandika um, asubuhi kwenye page yetu ya Instagram na ilikuwa inahusu hasa um, taarifa ambayo alitoa jana Bwana David Ornstein kuhusu mipango ya usajili ya Manchester msimu huu na ukuja dirisha hapo kufunguliwa, aliongelea kuhusu Victor Gyokeres lakini pia aliongelea kuhusu, um, kuhusu Victor Osimhen. Akasema mpango wa klabu inaonekana sio kusajili watu wa aina hiyo kwa sasa. Klabu inataka kusajili watu ambao Uh, wana umri ni mdogo. Nina changamoto kidogo ya mtandao, uh, naomba mniwie radhi kidogo. Naomba nijaribu kuona kama nitaweza kusuluhisha hili tatizo hapa kidogo. Yes, uh, kwa hiyo, uh, kwa hiyo David Ornstein anasema kwamba klabu. Asante uh, sana. Mimi niko mzima. Bwana Ben Crisanto, asante sana kwa maoni yako. Kwa hiyo um, mwenyewe wenyewe sasa hivi wanachoangalia wanajaribu kusajili watu ambao wana umri mdogo, ambao kwanza watawasajili kwa gharama ndogo, lakini pia watakuwa na potential ya kuweza kuwa na thamani kubwa baadaye. Kwa hiyo hiyo ni mpango wa klabu wa sasa hivi. Sasa, miongoni mwa maoni ambayo yalitolewa, kwa sababu kulingana na David Ornstein anasema kwamba huenda Manchester kwa sasa hivi isiwe, isiwe kipaumbele kwao kumsajili Victor Osimhen au Victor Gyokeres kwa sababu hiyo sio aina ya usajili ambao wanapenda. Wanataka wasajili wadogo wa gharama ndogo ambao watawakuza waje wa wauze kwa pesa nyingi, lakini pia wawe wachezaji wakubwa kwenye klabu. Sasa miongoni mwa watu ambao wametoa maoni kule kule Instagram, uh, kuna mtu mmoja alisema kwamba klabu kubwa inapaswa kusajili wachezaji wakubwa, inapaswa kuwalipa wa mishahara mikubwa. Kitu ambacho nilimuelewa point yake kwa sababu anaamini kwamba Manchester ni klabu kubwa kwa hiyo sisi hatupasi kuwa kama timu ya kutengeneza tu watoto na kuuza, tunapaswa kuwa timu ambayo inasajili wachezaji wakubwa sana. Lakini mimi nilimjibu kwamba labda wewe unaweza kunikosoa mbaya, uko live, unaweza kunipa pia maoni yako. Mimi nafikiri Manchester tumeshafanya hivyo mara nyingi, tumeshafanya huu utaratibu wa kununua wachezaji wenye majina makubwa, kwa tukifanya hivyo toka Sir Alex Ferguson akiwepo na hata hata kuondoka. Ukitaja mtu kama Paul Pogba, Alex Sanchez, Jadon Sancho Angel Di Maria, Rada Mefakao na wengine, naweza nikaendelea kuwataja hapa. Wote hawa ni wachezaji ambao walikuwa na majina makubwa na tumetumia fedha nyingi sana kwa kusajili na tumwalipa mishahara mikubwa, lakini mpaka leo haijawahi kutulipa. Sasa wazungu wanasema kwamba insanity ni kufanya kitu kile kile na kuendelea kukirudia rudia ukitarajia matokeo tofauti. Wanasema hiyo ni ukichaa. Kwa hiyo mimi naamini huo ni ukichaa. Tumeshajaribu njia hiyo, imesha fail sababu tumeshaona kwamba hii haijatulipa. Kwa nafikiri ni jambo sahihi kubadilisha namna ya mode of action, kubadilisha namna ambavyo tunatenda. Kwa nafikiri hii plan ambayo ini sana kuja nayo ya kujaribu kutumia kusajili vijana wadogo ambao wana vipaji, nafikiri inaweza isitulipe, au inaweza katulipa, lakini nafikiri ni vizuri kwamba angalau tunajaribu njia, njia nyingine tofauti na ile ambayo tulikuwa nayo ambayo tumeona kama ilikuwa haitulipi kwa hiyo um hilo ndo swala ambalo ningependa uh, kuzungumza leo. Uh, taarifa nyingine kubwa ni wachezaji kumi na mbili wote ambao walikuwa kwenye international break. Hapa nataja watu kama kina Christian Eriksen, Rasmus Højlund, Bruno Fernandes, Patrick Chokwemere Dorgu, Diogo Dalo, Manuel Ugarte, Nusairi Mazraoui, Matthias Joshua Zex na Andre Onana wote hawa walikuwa kwenye international break pamoja na timu zao za taifa, lakini wote wamerudi salama kabisa. Hii ni habari njema kwa sababu kumekuwa na tendency kwamba watu wakienda kwenye international break, wanarudi wakiwa na majeraha, lakini jambo zuri kwamba wote wamerudi wakiwa, hakuna hata mtu mmoja ambaye amepata injury. Kwa hiyo wote wako fiti na leo wamerudi mazoezini lakini taarifa nyingine kuhusu wale ambao wameingia mazoezini leo ina in, imetuonesha mtu um... anaambia sauti iko chini sana uh, nafikiri leo nina changamoto kidogo ya mtandao, labda ndio maana iko chini kidogo kuliko ambavyo ni kawaida um... sikia, mnanisikia labda Bosi, kama ananisikia labda, na niweke microphone karibu, labda mnaweza kunisikia. Kwa hiyo um, miongoni um, mwa watu ambao wamerudi leo uh, mazoezini ni wale ambao walikuwa injury muda mrefu kutendana ni mtu kama Luke Shaw, Lenny Yoro, Harry Maguire, Mason Mount, Altay Bayindir pamoja na Tom Heaton wote wamerudi mazoezini. Kwa hiyo bado, Kobbie Mainoo bado anaendelea na mazoezi ya kibinafsi, hajajiunga pamoja na, na timu kwa ajili ya kufanya mazoezi pamoja na timu, bado yuko majira lakini ameanza kupona, kwa hiyo anafanya mazoezi peke yake pamoja na mtu na nani mwingine, pamoja na, pamoja na Amad of course, barajapona lakini, pia Martinez wako nje, lakini Leny Yoro na wengine pamoja na Mason Mount, Harry Maguire na Bayindir wote wamepona na leo wamefanya mazoezi pamoja na timu. Hii ni habari njema kwa sababu tunaelekea sehemu ya mwisho ya msimu ambapo tunahitaji kuwa na watu wengi Fit kali, kadiri ambavyo inawezekana. Lakini nilipenda kuangalia kidogo kuhusu Leni Yoro, ambaye toka amekuja Manchester. Um, asante sana Kevin Darien, tafiti maoni yako. Uh, toka amekuja Manchester Leni Yoro ni kwamba ameshapata injury kubwa za kumeka nje muda mrefu mara mbili. Kwa hiyo mimi inanipa mashaka kwamba huenda labda ana shida pia ya kupata injuries. Kwa hiyo anafikiri kama klabu inapata kutafuta namna ya kuweza kumanage vizuri. Kwa mfano katika kipindi hiki ambacho ligi ishayeyuka. Uh, nadhani na ningekuwa jambo jema ikiwa klabu labda ingeamua kum, kumtunza na kumlinda kutomtumia sana kwenye Premier League na kujaribu kumtumia kwenye mechi muhimu za Europa League, kwa sababu kwa sasa hivi uh, mechi muhimu kwa sasa hivi ni Europa League sababu ndo, ndo kombe pekee tulio nalo na ndo nafasi pekee ya kwenda Champions League mwaka ambayo tupo nayo. Kwa hiyo um, labda waanze kumtumia mara chache katika mechi hizo, wakienda kumlinda, ili aweze kugain fitness kuliko kumtumia sasa hivi hapa. la kaja kaumia itakuwa ni habari mbaya sana. Kwa hiyo hilo ndo jambo ambalo mimi ningependa wafanye kuhusu Leni Yoro. lakini um, miongoni mwa watu ambao walikuwa mazoezini leo timu nzima, lakini kuna vijana wadogo ambao pia walishiriki mazoezi ni pamoja na Bendito Mantanto ambaye ame, amesaini mkataba mpya leo uh, munr Godwill Konki na Chido Obi wote hawa kutoka academy walikuwa pamoja na timu ya watu wazima leo kwenye mazoezi ya pamoja, maanake wote wanaenda wakahusika katika mchezo unaofuatia dhidi ya Nottingham Forest. Kwa hiyo um, hizo ni habari njema um, bado, uh, inaonesha kwa sababu bado inaonyesha kwamba Ruben Amorim anapenda kutumia vijana zaidi, kwa sababu anaamini kwamba vijana wanaweza kutusaidia Uh, kutupeleka kutuvusha mahali ambapo tupo na kutufikisha mahali ambapo tunaweza kwenda. Uh, kuna rafiki yangu hapa aliniandikia kama sauti iko chini, sijui kama kama sasa hivi unanisikia. Ikiwa uko live naomba niandikie kwenye comment hapo ikiwa unanisikia. Leo nina changamoto kidogo ya mtandao, naomba mnivumilie kidogo. Nafikiri ndio maana labda unaweza kuona kwamba haiko, haiko vizuri. Uh, kuna changamoto kubwa sana sijajua kama kama kuna uhusiano kati ya mvua ambazo zinanyesha na mawingu na mtandao, kwa sababu leo mtandao umekuwa changamoto kubwa sana kwa, naomba uniandikia hapo chini kama kama sisikiki kabisa. Kama unanisikia pia naomba niandikia, itakuwa jambo nzuri sana endelea. Kuandika maoni yako, endelea kuandika maswali, nitayapitia muda mfupi ujao. Baada ya dakika tatu nitakuja kuanza kupitia maswali yenu. Uh, yote bado naendelea kupitisha kwenye habari mbalimbali mbali ambazo zimetokea ambazo ni muhimu kuzijue. Um, nimekuambia Chido Obi leo alikuwepo mazoezini, kwa hiyo huenda tutarajia kumwona kwenye mechi dhidi ya, dhidi ya Nottingham, uh, Nottingham Forest, lakini pia nimekuambia kwamba Mount Yoro Luke Shaw Magwaya ba endo na hito ni watu wako fit. Kuna mtu mmoja ameuliza hapo kuhusu majeruhi, nafikiri hizo ndio taarifa za majeruhi, watu ambao wameanza kuwa fit hapa, ambaye anakosekana ni Martinez ambaye hatakuwepo hadi msimu ujao, atakuwa nje. Lakini pia Amad ambaye anatarajiwa labda kurudi mwishoni mwa mwezi wa tano au mwanzo mwa mwezi wa tano. Lakini pia na Kobbie Mainoo ambaye ameanza mazoezi ya kibinafsi na huenda akaelekea kujiunga na klabu siku chache zi, zijazo, um, Habari nyingine pia inahusu mkataba wa Kobbie Mainoo ambao bado unazungumzwa na taarifa. Sawa, mtandao ulinikatikia hapa, sijui kama mnanisikia tena, um. So, hoja moja ni uhakika ni kwamba Manchester watahakikisha kwamba wanapata mshambuliaji katika dirisha, kwa sababu taarifa zinasema mtandaoni Manchester wanatafuta mshambuliaji kweli. Leo mtandao unanisumbua haitakuwa bora. Kwa sababu ya mtandao, ninaomba radhi kwa wale wote ambao kumekuwa na changamoto, nitashughulikia sli vizuri bado najaribu kutafuta njia ya kupata mtandao mzuri sana, bado napata kidogo changamoto, lakini nafikiri tutali solve sasa jinsi ya kuwa tunafanya ili mambo yaende vizuri sana. Poleni sana, najua wengi mmekuja hapa, mtandao umewapa changamoto. Mimi kwangu mtandao pia wananipa changamoto, naona kabisa video ina stack stack, lakini i did my best. Um, sawa, ngoja nisome nisome maoni ya mwisho. Um, Benny Crisanto, asante sana kwa maoni yako, anasema kwamba Usiwe na wasiwasi kuhusu Europa League, tachukua tu, maana manastai kurudi nyuma, kama namuona Bruno. Yes, Bruno Fernandes. Yes, Fernandes kwa kweli, kwa sasa hivi ndio mtu muhimu sana kwenye timu na anaweza kutubeba mgongoni akiwa mwenyewe. Kwa hiyo naamini kwamba anaweza kutusaidia kuchukua Europa League. Sawa, uh, hizo zilikuwa ni updates za uh, leo ya siku ya Ijumaa na session ambayo naweza kupitia maswali na majibu ambayo umeandikia leo. Na fray, ninge ningetamani nilikuwa bado na muda ukwenda kuwa hapa. Nilipanga nikae hapo kwa dakika 30, lakini naona mtandao umekuwa ni changamoto kwao. Nitaomba ni end session hapa kwa leo, hadi hapo tutakapokutana wakati mwingine. Karibu hapa, ikiwa umefika mara ya kwanza, subscribe hapo, like na kushare video zetu, lakini pia tufuatilie kule Instagram, X na TikTok kwa jina hilo hilo la united_tza.